Asante. Ndiyo, Dada Bahati karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Bahati. Umetokea wapi? Kutoka Singida. Umetusikia wapi? Nimekusikia kwenye mitandao ya kijamii kwenye kwenye WhatsApp nilikuona huko, eh na wadada eh, kama hivi tulivyokaa hapa eh, leo eh, na we siku moja ukasema na mimi lazima niende pale eh, nikasema lazima na mimi niende eh eh, nikamwambia kuna mdogo wangu eh yuko huku da, mm -hmm. Nikamwambia hebu twende kwa huyu na na nilii joisikiria mm -hmm. Unapafahamu? Nikasema mi sipajui mm -hmm. Nikamwambia nika ni wapi, kaniambia huko Tegeta mm -hmm. Kawambia ntaenda. mm -hmm. Kasema utaenda, kwani ndapajua? Nkawambia naenda. mm -hmm. Nikaenda ndo ye ndo yani, ye ndo akaniunganishia, nikapanda bodaboda. mm -hmm. Nika, nikaja, nikasema hacha tu niende. mm -hmm nikaangalia huko ukaangalia huko na ukaja ukafika. Eh, nikafika salama eh, kabisa. Dada Bahati, hapa wadada wanatoka mikoa yote ya Tanzania na wanafika salama, hawapotei na wanapokelewa vizuri. Si mmepokelewa vizuri jamani? Eh, mmepokelewa vizuri, kuna amani eh, mnakula mnalala, yani na gharama yote uliolipia basi. Huo ndio wito wangu ambao Mungu amenipa ili kuwasaidieni nyie kuwashika mkono na nyiye mweze kuvuka, lakini kwa sababu ya baadhi ya wengine wanakuwa sio waaminifu, ndio <coughs> maana tukaweka ile dhamana <coughs> ile ni hela yako, ukimaliza he. mwaka unarudishiwa hiyo Sa. Tumeiweka kwa sababu kuna wachache ambao walikuwa sio waaminifu Saan, wanaenda wanafanya saan. kazi miezi miwili mitatu, wanaondoka. Kwa hiyo sisi tunaonekana ni waongo kwa wale mabosi, sio kitu kizuri. Sisi tunapenda kufanya kazi hii kwa uaminifu mm -hmm. ili Mungu aweze kutubariki ndio e, okay. Kwa hiyo hatutaki kona kona wala ujanja ujanja, sawa. Kwa hiyo ukiachilia mbali dhamana ambayo ni hela yako inakaa kituoni mpaka umalize mwaka mm -hmm. hatuna chaji nyingine, hatuna kitu chochote tunachowachaji. Huu mradi ni wa bure kabisa, nyinyi mnakuja mnafanya bure. Ukimaliza mkataba wako unarudishiwa hela yako. Asante. Karibuni sana. Asante. Asante. Kwa hiyo, Dada Bahati we malengo yako ni nini? Mimi malengo yangu mm. nilikuja hapa niweze kupata kazi mm. nifanye kazi mm -hmm. nifungue yaani ni, nifungue saluni yangu nataka, no, e, nikimaliza ni, ni mm. pengine nikipata hela mm -hmm. naenda kusomea mm -hmm. kus saluni, nafungua saluni mm -hmm. E, unaendelea e. Na biashara ni e. nzuri kabisa e. E, basi haina shida saluni mm. Utapata cha muhimu tu, uwe mnyenyekevu unapokuwa e. yeah. kazini kwa bosi wako e. usilete ujeuri e. Ufanye kazi kwa bidii e. Usiwe mdokozi e. Usiwe mwongo mwongo. Hizo ndo tabia ambazo wadada wengi naona wanaoshindwa kazi ndio e. ndo tabia wanazokuwa nazo za uvivu mm. za udokozi mm. na uongo. Yani huwezi kukaa kwenye nyumba ya mtu e, wezi. E, lakini ukiwa na tabia nzuri eh. Unakuwa mkweli hata kama kuna kitu umekosea bahati mbaya, unasema unaomba msamaha eh. Ukielekezwa unaelekezeka, unaenda ukitumwa, haununi au eh, hauvuti midomo <laughs> usemi bosi <gosu ya> ananyanyasa <laughs> unachapa kazi eh, na kuhakikisha dada Bahati utafika mbali sana, unaelewa eh. Na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuwaongoza eh. eh mkifanya, wadada wanaofanya vizuri mm, tena wakirudi hapa kama wanaendelea na mkataba, tunawaongeza mshahara kwa hiyo unapoenda kule kazini utapangiwa hapa kiwango cha mshahara kutokana na watakavyoona mm. Lakini unapoenda kazini, ukienda kupambana vizuri, ukirudi hapa bosi wako akakupa sifa nzuri, tunakupeleka kwenye kiwango cha juu. Huo ndio uzuri wa kufanya kazi na sisi, asante eh. Maana sehemu nyingine utafanya kazi miaka mitano, mshahara ni ule ule mm. Lakini hapa kwetu mwaka wa kwanza tu tukipata sifa zako nzuri mm. Unanyanyuka, unaenda mbele, hivyo hivyo mpaka pale utakaposema jamani, mimi nimeshapata nini, mtani wangu. Asanteni sana, tunaagana kwa wema vizuri, tunatakiana hey. Kila la heri, kila hey. Mtu anaenda kufurahia maisha yake. Aaah, nenda kapambane, enda kafanye kazi kwa bidii kwa uaminifu e, Mungu atakusaidia utatimiza malengo yako ya kupata saluni yako. E, hai jamani ha, mi nawatakia kila la heri, kapambane namfatilie na, na ukipata yako kama huna smartphone nunua smartphone mm -hmm. ukinunua smartphone usiende kuzunguka kwenye mitandao unaangalia vichekesho mm -hmm. wala umbea mm -hmm. nenda katafute watu ambao wana kujenga watu ambao wanakuelekeza vitu vya kufanya ili uweze kufika mbali. Sasa hivi dunia yetu iko kiganjani kweli, mitandao nyewe wenyewe, fursa hii, watu wengi wanaokuja wanatuona kwenye mtandao. Wana, eh, tafuta fursa kwenye mtandao mm, hata biashara unayotaka kwenda kufanya mm, anza kuangalia kwenye mtandao wenzio waliokutangulia wanafanyaje? E, unaanza kujifunza huko mpaka ukija kuanzisha, maanake hautakuwa sasa mgeni kwenye biashara koanawanaxay Yeah. Jamani, kila la heri, shukran sana sana.